mara ujana ni mjoto moto wa kuotea mbali, kusubiri. Wanakuja tarehe ishirini na nane wanagombea, wanaleta fomu tarehe mbili, wanarudisha mwezi wa saba kwa heshima tu. Halafu eh, wakimaliza vikao vyetu vinawatazama tazama inapendekeza pendekeza na habari, tunatafuta tunataka kupendekeza wagombea ambao wanakubaliwa na wananchi.